Hatimaye, baada ya mikiki mikiki iliyojiri jana na mapema leo alfajiri, hatimaye kesi inayomkabili mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu imetajwa tena katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Pamoja na mashtaka mengine, Mheshimiwa Lissu anakabiliwa na kesi ya uhaini. Upande wa mashtaka ukiongozwa na mawakili wa serikali uliwasilisha ombi rasmi kwa mahakama ukitaka muda zaidi kwa ajili ya kukamilisha uchunguzi wa tuhuma zinazomkabili mheshimiwa Lissu. Wakili wa serikali alieleza kuwa licha ya ushahidi mwingi kuwa mtandaoni, bado kuna vipengele vya uchunguzi wa kiusalama vinavyoendelea. Ombi hilo lilikuja wiki mbili baada ya ahirisho la awali lililotolewa kwa msingi huo huo wa ukamilishaji wa uchunguzi. Kwa hiyo, hili linapigia mstari kile ambacho nimekuwa nikikiongea katika makala mbalimbali kuhusiana na kesi hii, kwamba kuna jitihada endelevu za serikali kupiga dana dana za hii kesi, na moja ya mbinu ambayo huwa inatumika na serikali kupiga dana dana ni kusema uchunguzi hauja kamilika kama uchunguzi ulikuwa hujakamilika, kwanini walimkamata? Kwa nini wanaendelea kumshikilia? Kwa hiyo hilo tutaliongea katika makala nyingine. Mawakili wa utetezi wakiongozwa na wakili Mpale Mpoki, Dokta Rugemeleza Nshala na wakili msomi Peter Kibatala waliwasilisha pingamizi kali kwa mahakama dhidi ya maombi hayo ya upande wa mashtaka. Walieleza kuwa ni ukiukwaji wa haki za msingi za mteja wao kuendelewa kushikiliwa bila masharti yoyote kwa muda mrefu. Mawakili hao walikumbusha mahakama kuwa serikali tayari ilikuwa imeeleza kuwa ushahidi wote unapatikana mtandaoni na hivyo haipaswi kuwa na ucheleweshaji wowote wa uchunguzi. Walisisitiza kuwa haki ya kupata haki kwa wakati ni ya kikatiba na kuendelea kwa hali hii ni kinyume na misingi ya haki na utawala wa kisheria. Yani, kuendelea kushikiliwa kwa Mheshimiwa Lissu wakati hao wenye mashtaka wanadai kuwa ushahidi upo bwelele huko mtandaoni ni kinyume na haki za Mheshimiwa Lissu. Upande wa utetezi uliomba mahakama iamuru upande wa mashtaka kueleza wazi ni kwa nini uchunguzi bado haujakamilika hadi sasa. Wakili Mpoki alisisitiza kuwa ombi hilo halina mashiko kwa kuwa hakuna hoja mpya iliyowasilishwa kuonyesha hatua zilizopigwa katika uchunguzi huo. Yaani, wakili Mpoki alikuwa anaeleza kuwa upande wa mashtaka ya serikali huu hawajaleta taarifa yoyote kuonyesha kwamba kesi ilipotajwa mara ya kwanza, ikatajwa mara ya pili, ikatajwa mara ya tatu tajwa mara ya nne, hakuna sababu yote ya msingi inayoelezwa na upande wa mashtaka ya kuchelewesha huo uchunguzi. Mahakama ilisikiliza hoja hizo kwa makini na kuelekeza kuwa uchunguzi huo sasa ufanyike kwa haraka na kwa kina bila ucheleweshaji wa aina yoyote. Uamuzi huo wa mahakama unalenga kuondoa visingizio visivyo na msingi na kulinda haki za mshtakiwa. Katika hatua nyingine mawakili wa utetezi waliwasilisha malalamiko yao kuhusu jinsi mteja wao mheshimiwa Lissu anavyosindikizwa mahakamani akiwa chini ya ulinzi mkali wa askari magereza waliovalia waliovalia sare nzito, barakoa za kuficha nyuso zao na silaha nzito. Wakili Nshalah alieleza kuwa hali hiyo ina athiri hadhi ya mteja wao kama raia asiye na hatia kwa mujibu wa katiba. Walieleza kuwa mazingira hayo yanaashiria kuwa mheshimiwa Lissu tayari ametazamwa kwenye kama mwenye hatia, kinyume na misingi ya haki za kimahakama. Waliomba mahakama, mahakama kutoa amri ya kuondoa askari waliovaa barakoa wasimkaribie tena mshtakiwa wakati wa kikao cha kesi, kwa sababu tangu kuanza kwa kesi hii kumekuwa na ulinzi mkubwa sana, lakini pia Uh, jeshi la polisi limekuwa likitanda hapo katika mahakama na kuwabugudhi watu wanaotaka kuja kusikiliza kesi hiyo. Kwa hiyo mawakili wameomba, uh, wa Mheshimiwa Lissu wameomba uwezekano wa mteja wao kuangaliwa kama mtuhumiwa kwa sababu mazingira yaliyopo ni kama mtu ambaye amefanya makosa makubwa, uh, labda uh, kosa la pengine ameua au vitu kama hivyo. Haya mara nyingi ni mazingira ambayo unaona kwenye kesi za mauaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wamepigia mstari katika hilo katika hatua iliyoonekana kama ushindi wa muda kwa upande wa utetezi mahakama ya Kisutu ilikubaliana na hoja kwamba mheshimiwa Lissu anapaswa kusimama peke yake kizimbani kama mtu ambaye hana hatia mpaka hatia hiyo itakapothibitishwa mahakama imetoa agizo rasmi kuwa mheshimiwa Lissu hatapaswa kuzuiwa kwa maonyesho ya nguvu yanayoashiria hatia Polisi wameelekezwa kufanya tathmini ya kina ya kiusalama kabla ya tarehe ya kesi inayofuata ili kuhakikisha ulinzi wake haukiuki haki zake za msingi. Uamuzi huu umeelezwa kuwa unazingatia ibara ya kumi na tatu kwenye bracket sita kwenye bracket b ya katiba ya Tanzania kuhusu haki za mshitakiwa kutotazamwa kama mwenye hatia kabla ya hukumu. Kwa hiyo huenda katika Uh, kesi itakapotajwa tena, jeshi la polisi kwa upande mmoja na jeshi la magereza watafanya jitihada kuhakikisha kwa, kwa mheshimiwa Lissu haonekani kama tayari ni uh, ambaye amekutwa na makosa, wakati kimsingi bado ni mtu asiye na hatia mpaka mahakama itakapothibitisha kuhusu hilo. Licha ya maombi kutoka kwa mawakili wa utetezi kutaka kesi hiyo ifanyike kwa uwazi na kuhudhuriwa na umma na waandishi wa habari Mahakama imeendelea kusisitiza kuwa kesi hii itaendelea kwa njia ya wazi kimwili, yaani kwa mheshimiwa Lissu kufika mahakamani, lakini kwa milango iliyofungwa. Hakimu Godfrey Mhini alisisitiza kuwa mazingira ya kiusalama na asili ya mashtaka yanahitaji uangalizi maalum. Aliongeza kuwa hili si jambo la kipekee, kwani baadhi ya mashauri ya jinai yenye uzito kama huu hufanyika kwa utaratibu huo. Uamuzi huu umeendelea kuzua gumzo umeendelea kuzua mjadala miongoni mwa wanaharakati wa haki za binadamu na wanasheria. Katika maelekezo yake, mahakama ya Kisutu imetoa tahadhari kali kwa wote wanaohudhuria vikao vya kesi hiyo, ambapo hakimu Mhini ameonya kwa vitendo vya kushangilia, kupiga makofi, kuzomea au hata kuonyesha hisia kwa njia yoyote ile ndani ya ukumbi wa mahakama vitachukuliwa kama dharau kwa mahakama hiyo na hatua kali zitachukuliwa papo hapo hapo. Agizo hili linaonekana kulenga kuzuia machafuko yote au uingiliaji wa shughuli za mahakama, hasa ikizingatiwa kuwa kesi hiyo ina mvuto mkubwa uh, kisiasa na kijamii. Kwa upande mwingine, wakati wa kuingia na kutoka mahakamani, Mheshimiwa Lissu alionekana kuwa mwenye hali ya tabasamu mtulivu, na mwenye kujiamini, jambo lililowafariji baadhi ya waliomshuhudia. Alikuwa amevalia fulana yenye maandishi yaliyosomeka no reforms no election, kauli inayotambulika kama msimamo wake kuhusu mageuzi ya kisiasa kabla ya kushiriki uchaguzi wote. Na pia hii si kauli yake peke yake, bali ni msimamo wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Watu wengi waliokuwa nje mahakama walieleza kufurahia kumwona akiwa imara, lakini pia walihisi huzuni kubwa kuona mwanasiasa huyo mashuhuri akiendelea kushikiliwa katika mazingira ya kutatanisha. Taarifa kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere zimeeleza kuwa jaji mkuu mstaafu wa Kenya, Willy Mutunga, aliruhusiwa kuingia nchini na kuhudhuria kesi hiyo leo. Hata hivyo, wanaharakati Hanifa Aden na Hussein Khalid walizuiliwa kuingia, hali inayofanana na ile iliyotokea jana, ambapo mwanasiasa mashuhuri nchini Kenya na mwanasheria Martha Karua na mawakili wenzio wawili walinyimwa ruhusa ya kuingia Tanzania na wakawa deported. Kwa hiyo uh, Hanifa na Hussein Khalid wamekuwa deported nao kama ilivyokuwa kwa Martha Karua. Um, masuala haya yamepelekea mjadala kuhusu Tanzania inavyoshughulikia wageni wanaokuja kama waangalizi wa masuala ya haki za binadamu. Um, pia kumepatikana taarifa kwamba Boniface Mwangi, yule mwanaharakati wa kutoka Kenya ambaye alikuwa amekuja kufuatilia kuhusu kesi, taarifa zinadai kwamba amekamatwa na polisi, lakini hakuna taarifa rasmi iliyotolewa mpaka sasa hivi, kama ambavyo swala la kina Martha Karua na hili la kina uh, Hanifa bado serikali haijatoa tamko lolote kuhusiana na hatua zilizochukuliwa zi zi zi. Basi hayo ndio kwa kifupi yaliyojiri leo. Kama una komenti yoyote, basi utashukuru ukiweka mawazo yako hapo chini kwenye comment. Jasusi TV inaendelea kufuatilia na itakuletea taarifa zaidi. Asanteni na kwaheri.